Ni video ya hapo jana Jumapili ya Pasaka ya Papa Francis akiwaaga waumini wa Kanisa Katoliki mjini Vatican. Papa Francis amefariki dunia Jumatatu ya Pasaka Aprili 21, 2025 akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake ya Casa Santa Martin Vatican. Kiongozi huyo mwenye asili ya Argentina akifahamika kwa jina George Mario Bergoglio, aliyeongoza Kanisa Katoliki kwa zaidi ya mwongo mmoja tangu tarehe 13 Machi 2013 kutoka kwa Papa Benedikti wa 16 aliyejiuzuru, alikumbwa na matatizo kadhaa ya kiafya katika miaka ya hivi karibuni, kutokana na tatizo la mapafu kwa muda mrefu tangu enzi za ujana wake. Akitoa taarifa, askofu wa Roma amesema Francis amerudi nyumbani kwa Baba. Ndugu wapendwa, kwa huzuni kubwa, sina budi kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francis aliyefariki saa 1:35 asubuhi ya leo. Maisha yake yote yaliwekwa wakfu kwa huduma ya Bwana na ya kanisa lake. Alitufundisha kuishi maadili ya kinjili kwa uaminifu, ujasiri na upendo wa ulimwengu wote hasa kwa kuwajali zaidi maskini. Mfuasi wa Bwana Yesu, tunaipongeza roho ya Baba Francis kwa upendo wa huruma usio na kikomo wa Mungu mmoja na wa utatu. Papa ambaye sehemu ya pafu lake moja liliondolewa akiwa kijana mnamo mwaka elfu moja mia tisa hamsini na saba akiwa na miaka ishirini na moja alilazwa katika hospitali ya Gemeli mnamo Februari kumi na nne mwaka 2025 kwa shida ya kupumua, na swala hilo liliibuka na kuwa nimonia ya maradufu, na alikaa huko kwa siku 38, ambao ni muda mrefu zaidi kwa kulazwa hospitalini kwa miaka kumi na mbili ya upapa wake. Askofu mkuu Diego Ravelli, msimamizi wa ibada za kitume amesema, hayati Papa Francis aliomba ibada ya mazishi irahisishwe na kujikita katika kueleza imani ya kanisa katika mwili na ufufuko wa Kristo. Alitawazwa kwa mara ya kwanza kama kasisi mwaka 1969 na akawa askofu mkuu wa Buenos Aires miaka 30 baadaye, na ameonekana jana Jumapili ya Pasaka kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican kutoa baraka na kupita katikati ya umati wa watu kabla ya kukutana na makamu wa J.D. Vance. Papa Francis kiongozi wa kwanza wa Kanisa Katoliki kutoka Amerika Kusini. Mara zote ujumbe wake ulikuwa mimi ni mmoja wenu. Ulioonyesha unyenyekevu wa upapa wake, tabia iliyompa umaarufu kama papa duniani kote. Aliunga mkono mazungumzo ya amani nchini Kolombia na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Alichangia kuleta uhusiano kati ya Cuba na Marekani na kuombea amani katika maeneo muhimu ya Mashariki ya Kati, na Waafrika wanakumbuka ziara zake kadhaa ikiwepo ziara ya nchi jirani ya Kongo. Aliamini kuwa mtetezi wa wale wasio na sauti kwani alitembelea kambi za wakimbizi wakazi. Aliamini kuwa mtetezi wa wale wasio na sauti, kwani alitembelea kambi za wakimbizi wakati wa mzozo wa uhamiaji, wakati chuki dhidi ya wageni ilipofikia kilele kipya barani Ulaya, na alishuhudiwa akiwakaribisha wahamiaji mjini Vatican na kuwaombea maelfu walioangamia katika bahari ya Mediterania, licha ya kukabiliwa na ukosoaji kwa kutozungumza dhidi ya udikteta wa kijeshi wa Argentina katika miaka 1970 na kwa kushughulikia kashfa za unyenyesaji wa kijinsia katika kanisa Katoliki, hatimaye baada ya safari yake ya muda mrefu, papa wa kwanza kutoka kusini nje ya Ulaya amefariki. Hii ni Msasa Online.